Leo bwana, ndo ile siku ambayo tunaisubiria kwa hamu, ni birthday ya mtoto wa Paula. Hello everyone and welcome back to my channel. Kama ni mpya kwenye hii channel, basi sisahau ku subscribe ku like and comment, so let's get right into the video. Well, finally Paula ametuonyesha sura ya mtoto wake. Amara na Kajala pia kamposti mjukuu wake, na kuna ujumbe wa tofauti, na ni Paula kaweka na Kajala kaweka. Nataka ni kusomea wa Paula, then nita kusomea wa Kajala. Well, Paula kaposti picha ya mtoto wake then kaweka huu ujumbe: leo natabasamu kwa sababu mwaka mmoja uliopita moyo wangu ulizawadiwa tena. Wewe we ni mtoto wangu wa kwanza, zawadi ya maisha yangu, na sababu ya kila maombi yangu kila siku. Nawe ni somo, ni furaha ni baraka. Akaendelea kwa chini hapa kaandika hivi, happy first birthday my love, umenigeuza kuwa mama mwenye nguvu, uvumilivu na upendo wa kweli, nitakupenda kukulinda na kukuombea hadi pumzi yangu ya mwisho, you made me a mother and that changed everything. Then akatak pale princess Amara na chini keka hashtag ya Amara is one, na imoji ya love na ya cake. Well, huu ujumbe mzuri bwana ulikuwa kwa mama mzaa chema, mama yake na Amara birthday girl, yeye ndio kaweka ujumbe huo kwa mtoto wake first born wake kabisa, kamtumia huu ujumbe mzuri, na mashallah jamani katoto kazuri. Okay, sasa kuna, kuna ujumbe na yeye Kajala bibi mtu ama mama yake na Paula kaweka kumwekea mjukuu wake ni mzuri kabisa nataka niwasomeni hapa uone msikie nini Kajala Frida Kajala Masanja alichoandika kwa mjukuu wake, yaani safi kabisa okay, yeye Kajala akaandika hivi, amepost picha ya mjukuu wake, then akaandika hivi: mwaka mmoja wa furaha ya kweli moyoni mwangu. Leo tunasherehekea zawadi kubwa kutoka kwa Mungu, mjukuu wangu wa kwanza Akaendelea hivi kwa chini, ulipozaliwa ulinifanya bibi mwenye moyo mpya uliojaa upendo wa pekee. Kila tabasamu lako ni dawa na kila hatua yako ni ushindi, na kupenda kuliko maneno, na nitahakikisha unakuwa ukijua kwamba una mzazi lakini pia una bibi anayesimama naye kwa swala, kwa sala na upendo. Happy first birthday, my umeleta maana mpya kwenye jina la familia bibi yako atakupenda milele. Chini akatag pale princess Amara then akaweka love emoji with a cake emoji na kama popcorn. Na huo ndio ulikuwa ujumbe mzuri kabisa wa Kajala kwa mjukuu wake kwa mtoto wa mwanawe first boni kabisa, huyo ni first, first mjukuu katika familia yao. And today Amara akafikisha mwaka mmoja, ndio wame reveal sura yake, na hiyo na ka, katoto mashallah ni very cute. And on my side the baby ka look exactly kama mama yake, yani wote warembo, Paula karembo na mtoto wake pia ni karembo kama mnavyokiona. So today, bwana, tuna Tuna hii, mm, hii party ya Amara. Kwa hiyo tukae mkao wa kula, few hours zime remain tushuhudie hii party ya Amara na mastaa mbalimbali. Tumeona video wakialikwa kama vile Wolpa Nandy, wana watoto, kwa hiyo lazima na wenyewe waje na watoto wao. Kilichozua wa gomzo ni Harmonize kualikwa katika hii birthday party so ishatiwa chiki sasa hivi kama Harmonize ikarudiana na Kajala, kwa sababu hawezi tu from nowhere akaalika. Itakuwa ni possible unless wamerudiana. Yeah, mpaka imefikia hatua na yeye Paula kaonesha, kamonesha yani ka post video ambayo Harmonize mnakati, tunajua wana bonge moja la beef, so iko clear kwamba they are together. Kama hawako together maybe wametoa wame tofauti zao ama vipi, lakini hakuna, ni wako pamoja tu. Well, na kwenye hii video hayo mambo ya hamna, hizi sio muhimu sana, lakini tusubiri ku-celebrate this cute baby's birthday. Tukiona na vitoto vingine vilivyovaa na kupendeza kwenye hii party yake ya watoto, watakuwepo mbali mbalimbali mastaa pia kama nilivyosema wamealikwa kwa masta mbalimbali pia watakuwepo. And obviously huyu mtoto tayari na yeye kashakuwa star eh, yani star toka hajazaliwa ajazaliwa, tayari star mpaka kashazaliwa, huyu ni star. Wala ukiangalia familia yake yote, everyone around this baby Amara is famous, kianzia bibi yake E, tuanzie kwanza na mama yake. Mama ake ni star, baba yake ni msanii Marioo, and bibi yake obviously Kajala, Kajala Masanja, na yeye ni very big star, ni very famous and uh, Harmonize ambaye kawazunguka, kaizunguka hii familia um, ambaye ni mwanaume wa Kajala na yeye pia one of the biggest star hapa TZ, kwa hiyo huyu mtoto Amara na yeye tayari kashakuwa sta. Kwa hiyo she's a big blessing na kapata familia ambayo iko juu tayari. Ama nyi mnasemaje? Ni kusema za ukweli, katoto kamefanana na nani jamani? Katoto ni karimu emu, angalia hii video ndo utajua kwamba katoto Cheki lipsi zile lipsi ikapata za mama yake mtupu, macho and everything yaani, kama kwa baba yake basi kidogo, lakini urembo, urembo wote huo ni wa mama yake Paula. Paula ni mrembo jamani, iwe acha tu. Kwa Mario hajafata sana, lakini kwa mama yake kapendeza, and these are photo shoots, like ambazo wame take as a family eh, akiwa Paula mwenyewe Mario ya na Amara wako wenyewe tu as a family, na ameona hiyo outfit waliokuja nayo kama like like an African print hivi wamevaa like African theme, subiri ziji hapo eh, sioni katutu jamani, katutu kazuri mashallah, kama vaka hair turban, so good hair turban Ok, picha hiyo hapo, umeona kavaa like an african theme, wamekuja na african theme and they look good kwenye hiyo theme yao hapo, umeona Mario Paula eh, and baby Amara they look good, eh, they look look good good good eh, mpaka hmm. Jamani zaini na nyinyi mpate vitoto mashallah vizuri. Ok. Tusubirie few hours kufikia hii hii birthday, just a few hours. Kwa hiyo msiondoke kwenye hii page yangu. Kama huja subscribe, make sure una subscribe, weka notification yako on ili usipitwe nikija party niwapostie, msipitwe na mambo mazuri na matamu. Okay, thank you so much guys, msisahau ku subscribe, malizieni na hiyo.